Mm. Na inafurahisha pia kuona watoto wake pia wanajituma kwenye mjengo pia tuko na DJ uh, Bubble uh, Pop, uh, yes, ambaye leo ni guest DJ wetu, uh, ambaye pia ni, ni <laughs> Kwa all social media platform, DJ Bubble Pop. mm -hmm. Yeah, uh, Instagram, TikTok, Facebook kila mahali DJ Bubble Pop. Umekuwa kucheza kwa muda gani sasa hizi DJ? Uh, the funny thing is I started last year. Oh. Yes. Ah, started, kwa hivyo bado ni fresha. Yes. <laughs> <laughs> Imekuaje so far? Mm -hmm. E, imekuwa po. Uh -huh. Yeah, cuz actually I started when I was pregnant last Aye. year so nime push through. Yeah so it's actually unasema, kama, kama si ya DJ Ati, DJ ama unasema ulianza ikiwa one nil, tukapiga story na tukasema kikweli kabisa ni industry ambayo imedominatiwa na tukasema kabisa uh, ni, ni industry ambayo imedominatiwa na wanaume uh, so ukiona mwanamke uh, yani unataka kujua kwako kwa imekuaje? mm.

na hiyo nimerudia tena mm. A, a toki bure bwana DJ, yes, natoka bure mm -mm, natoka bure ama, mm. Ama ama kose kutoka kabisa so, kunakutoka kuna kutoka na kose kutoka mm -hmm. <laughs> <Jutabi>. <laughs> So kwa upande wenu iko kwa upande wa toki ilikuwa gaje? Um, okay kwa upande wetu ttokikiikuagaje? mm -hmm. uh, nimesema yeah. <laughs> hacha tu ni mnin ukitoka ukitoka kwa lamna uh, yeah, yeah, chipo machalivle ma DJ machaluuadefo for us actually ni kinda hard. Unajua kila mtu anakuangalia mm -hmm. e, anataka kujua DJ ataenda mm -hmm. nyumbani na nani mm -hmm. Unajua pia reputation, kazi. so for me mi nekanga kazi kwanza mm -hmm. e, so tunaweka mambo ya kuchipo kando. mm-hmm. <laughs> tunarudi nyumbani tukiwa, eh, watu tukochua. Amini kabisa juu anasema hivyo, lakini nadhani hata swali nauliza. <laughs> hata kuuliza DJ jina atakataa pia. Okay. So <laughs> ni uh, <laughs> uh, sawa sawa tu. Lakini nasema hakuna DJ DJ atasema eti anafanya. Wanasemaga mnatuwekelea, mnatuwekelea. Sawa. Hivi niulize uh, kikweli uh, most of the shule ambazo waga zinafika kwa DJ, waga ni usiku. Uh, kwako kwa, unafanya pia usiku? Yeah, usiku. Yeye anafanya we ni Mama. Yes, mimi wakata, right? Yeah. So una unajua kubalance hivi tofauti vile. Yes. Yani mzazi na bado shule, okay, ziendelee ungo ufike, yes. Ya. Yes, unafanyaje? Um, una, una, una Cause actually ni usiku, so usiku tuseme mtoto amelala, mm -hmm. Maybe uko na mtu anakusaidia, mm -hmm. Maybe mtu mtu wa house manager akusaidie. mm -hmm. So uh, kama ni within Nairobi iyo ni easier, so shida na kujanga kama sasa ni mbali. mm -hmm. Yeah, kani mbali unajua, for me my kid is small, she's, mm -hmm. seven months. Mm -hmm. Oh, bado yes, mchanga. Eh, bado ni mchanga. Yeah. So unapata most of the time, maybe ntaenda naye Mm -hmm. E, nitenda naye maybe kama ni mbali mm -hmm. E, ntenda naye. Is it something ambayo unataka kufanya ama ilibuka tu? So ndo Yes. Do you have any key roles zenye unapata kwamba zina kugaita za female DJ? Uh, for you to always go out there at night kufanya that gig, hizo guidance zinakwanga gani zenye wewe wewe mwenyewe umejiwekea? Ah, uh, okay mimi mimi nasema na unajua the the the vibe, ama kama kuna kitu so so like discipline discipline discipline discipline is the key mm -hmm. Yeah, yeah, ukijua you'll go for it. The greatest challenge sana ni gani um Greatest challenge actually na kwanga utaenda kwamba gig places and then mwenye maybe unapata pale anakuangalia wewe, si gig umekuja kuomba, unelewa? So hiyo ndio lazima maybe, unelewa? So hizo maybe ndio challenge. Mama anakuambia ndio upate gig, basi pia lazima utoe gig pia mm -hmm. <laughs> <laughs> <laughs> kitu kama hiyo <laughs> yani, mchezo ja mchezo <laughs> tuko naye DJ Bubble Pop ndani ya mjengo.